Kuishi vyema katika mahusiano, kuishi vyema katika ndoa, mwanaume, mwanamke, zingatia, tunaishi mara moja tu. Laza ya maisha ni laza unaoleta wewe na kuruhusu wewe, kwa kuzingatia vigezo vya mwili, vigezo vya maneno, vigezo vya hali, tabia, attitude mm -hmm. mm -hmm mwanaume kwa mwanamke wanandoa wana mahusiano na wanafamilia. Hapa tuko kwenye TV, hatuwezi kuongea kila kitu, kwa sababu hatuna limitation. Kwa watu wanaotutizama, taifa nzima linaangalia, so hatuwezi kuongea kila kitu. Itakuwa vyema siku nyingine tuandae semina maalum, ambapo tutajua kabisa hawa ni watu wazima, lugha itakuwa na ufasaha. Kimwili unaishije na mtu ili mwemko uamke, mm. Najani watu wengi walikuwa nasubiria hapa. Sio lugha yote nao kwenda yani wasema huyu anaenda wapi? Tunachelewa <laughs> <laughs> unaishije na mtu kimwili, mwili unahitaji contact. Mwili unahitaji contact. Wanandoa wengi mnalala mgusani, miili yenu inabidi mgusishe miili mkilala, ina maana kitanda kikubwa sana si nzuri kwa ndoa. Mwamko unaanza kufa kwa kadi munavyolala mbali mm, munalala kila mmoja anatizama kwake, pumzi yenu haiunganishwi, connection hii inapotea hapa. Tunaongelea facti za mwili kwanza mm. Nakupa mfano ndugu, unajua kwamba busu mm, inachukua hatua tano maalum ya maisha yenyewe, busu tu, physical contact lips hizi ina inahusisha muscles ishirini, ukiwa unatumia lips kuunganisha na mwingine, ila inategemea length unatumia kwa muda gani. Sio busu ya kama Yuda <laughs> alivyo mbusu Yesu, anasema huyu hapa, <laughs> mchukue. French kiss kwa mfano, french kiss hapa kwenye TV hatuwezi kutoa maelezo detail, mm, lakini watu wazima mnaelewa mm. French kiss inasafirisha bakteria, ina transmit bakteria milioni hamsini, na hizo bakteria zinafanya kazi kurejesha mfumo wa mwili katika sekta ya kinga mm, katika sekta ya length yake ya ya- ya kuishi span lifespan. Busu inafanya kazi tano ina- inaleta ina, ina inaboresha orgasm kilele. mm -hmm. mm -hmm. Busu inaua calories hasa mm -hmm. ya ulimi mm -hmm. kuunganisha ulimi. yes, you may, maybe you didn't know ndugu no, mtazamaji na wewe ambaye mmeshafikia hatua mbusu tena. mm -hmm. So inaua calories mm -hmm. Ina burn calories, busu yenyewe inakuja kufanya kazi ya kuondoa stress, stress kabisa, msongo wa mawazo mm -hmm. Busu nafuta stress mm hatua -hmm. ya nne busu inakuja kutibu moyo mm -hmm. na kukontrol blood pressure mm -hmm. Alafu, kuongeza ubora wa mapigo mm -hmm. Busu tu. Busu. Hatari. Hey, si ndio tunaanza fiziko mm. Kwa sababu wanandoa wengi wabusu mm. Ndugu mtazamaji, unajua kabisa wewe ubusu tena, ina maana wengi tendo la ndoa ndio nakuwa sehemu ya kwenda <laughs> lakini unataka ufike Morogoro mm. bila kupita Chalinze wala kuwa Ubungo mm. Yani unataka ufike tu yeah. ndio maisha ya ushirikina <laughs> watu wengi sasa hivi wanaamini ushirikina kwa sababu wanataka wanaishi maisha ya kishirikina. Yani unakuwa una, una from A to Z B hakuna Which kind of life is that? Wakristo wanaamini Yesu kwa sababu maisha yake yalieleweka, A ni wapi? Mm -hmm. Waislamu wanaamini Mtume Muhammad kwa sababu maisha yake yalieleweka, A ni wapi? Hadi Z walikuwa wanaeleweka, anaanza hapa, anaishia hapa. Lakini wewe hata rais anayetuongoza tunajua historia yake, alianzia hapa, leo yuko rais. Sasa wewe unataka moja kwa moja, pamf, pamf. Yaani uandoe moja kwa moja. Inabidi ueleweke umepitia wapi mpaka kufika hapa. Mchakato muhimu. Kuliko kufanya mafanikio. Ndio maana usitamani mtu anayefanikiwa, inabidi amepitia wapi. Kweli kabisa. Ndio maana anayefundisha vyema wengine kufanikiwa ni yule anayewaambia alikwama wapi, atawasaidia waokoe muda, asichelewe kama yeye alipochelewa. Ndugu mtazamaji, hatua ya tano, kwa kiss kiss, inaongeza length ya mapenzi na mahusiano, kwani busu inategemea mnabusu kwa muda gani? mm. Shuu ya fast fast nadio, wanandoa wengi mnaotusikia sasa hivi katika ardhi nchi zenu, miili yenu ni mibovu. Mtu akikutiko uh, akikunani akikutekenya mtu hmm. akikutekenya inabidi usimke mm. ama kute, amekutekenya kwenye mwili mm. ina maana mwili nao una contact yake, unaamka unasukuma, una mm. kwa sababu kama kubusu wenyewe mm -hmm. inaweza inaachia virutubisho vi, vi, vi vitatu vya kiafya mm, mm -hmm. Number one ni endorphin, endorphin. Number two serotonin. Number three ambao ni nyeti inaitwa the hormone of love. Oxytocin. Okay, sa sasa sasa ya maneno kwa Kiswahili ya tutaweza na bidi tulete maelezo na bidi tulete maelezo. Kuna serotonin, kuna endorphin, na oxytocin. Element hizi tatu wajibu wake mm. ni kwenda kutifua ubongo kujibu sexually, kujibu kwenye damu, kujibu kwa muhemko ama pleasure katika mwili na kutengeneza kinga ya mwili. Mwili wetu ni maji maji tu. Mbegu inayomsababisha mtoto kuwa conceived ni maji, na sisi wenyewe tunaanza ku develop ndani ya maji. Yani maisha ya mwanadamu ni maji maji maji maji. Ina inamaana hata hizo hormone ni maji. busu tu. Sasa ndugu mtazamaji, liko serious sana yeah, hapo mm, hapo tunataka kutibu, lakini mambo mengi mtatuia radhi mm, tunawafundisha unabusuje, mm, na ili busu pia iboreshwe inabidi uhakikishe mdomo hauna harufu mbaya no. Alkohol, punguza alkohol, inatifua ndani alafu naleta uchafu. Wacha watu wanaokunywa mapombe ya kenyeji ya. yani ndio maana busu likufa kabisa. <laughs> kitu kidogo tu hmm. unakunywa vitu vingi, unapeleka tumboni. Yani unakula ovyo, unakunywa gongo, unakunywa mapombe Manzuki. pombe nyingi natokesa mimi, hata madina sijui gongo ndio na najua sasa kwa sababu gongo ni pombe ya kale sana, inafahamika, inafahamika sana sana, kwa sababu mimi nimekaa uswahili nazijua hizo eh, you see. Sasa, sasa. sisi wote maswahili <laughs> tuli, tulianza kuishi moja kwa moja tulipo. Sasa kwa hiyo kuna harufu ile mbaya, inabidi utafute inhaler nzuri, zinauzwa unapuliza mdomoni kabla ya kulala, piga mswaki <laughs> namba, rudia hapo kabla kabla ya kulala piga mswaki mm, sugua ulimi vizuri mm, na hakikisha uchinywe alkohol kabla ujaenda kulala. Ni kwa uzuri wako ndugu. Unaishi sasa hivi ukiwa nafikiri wewe ni star mm -hmm, kwa vituko unavyovifanya vya kuona wanawake wote wa dunia wa kwako mm -hmm, wanaume wote wa dunia ni wa kwako na uhuru wa kwenda na yeyote mm -hmm, unayetaka utakufa mapema na bahati mbaya watu munaokuwa na ukatili kimaisha namna hiyo, kufa ni kazi, hadi uteseke kabisa, hadi mwenyewe unatamani kufa. Lakini ufi so make sure kwamba maisha yanarudi sawa. Wanandoa kumbatianeni, mume ametoka kazini, muke umetoka kazini, unayemkuta mwenzako umbusu, na hakikisha umembusu kwa kuunganisha lips zenu, kwani munapounganisha mdomo munasafirishiana pia pumzi pua ziko hapa, unampelekea pia pumzi ya kwako, mna exchange pumzi. Mara nyingi hatuko karibu, physical contact hakuna, hatupapasani, hatukumbatiani, mjue kabisa mwimuko takufa. Mlivyoanza mahusiano mlikuwa mnabusu mm, mm, mm. Na mlikuwa mnachukua muda mwingi kubusu. Mlikuwa mnapapa, mnapapasa mm, mm. Alafu kingine kigezo ambacho ni hatari mno mm. Ni kutumia vidonge vya kuongeza nguvu ya tendo la kwa tendo la ndoa hasa kwa wanaume mm. Booster, anaita booster. Hiyo ni hatari mno, for example mm. dawa kitu kama Viagra mm. Viagra ni dawa iliyotengenezwa kwa watu wanaoumwa depression mm wagonjwa mm -hmm. Sasa wewe una afya njema, unatumia tena Viagra. Tendo la ndoa ni sensual mm. inabidi sense ndio ihusike mm. Hisia inabidi ihusike mm. Kwa ndani, ndio maana bora uwe na mziki. Sisi tuna mziki hizo lakini tutapanga pia siku ingine tutatengeneza ka CD. mm, mm, unaweza ukauzia pia watu mm. Sio kwa kutoa bure mm, mm, kwa sababu ukimpa bure hata thamini mm. Mm, kuna music ambazo zinaitwa sensual, yaani ukisikia muziki ule unaamsha mwemko wako mm, mm, sound mm, tu ya vyombo mm, you see? Mm, so hakikisha physicality ni sawa, chumbani munakolala munalala mm, na mwanga wa kiasi gani, mwanga wa aina mm, gani sigiza. Eh, watu mnazima hata kabla ya kulala, tafuta uwezo kama hamna. Sasa hivi watu wote wana umeme mm -hmm. Right? watu wote wana umeme chumbani mwanga wa blue ni safi mm -hmm. Tengeneza lap sh ndani shedi ile mm -hmm. Wachina wametusaidia ndugu zangu mm -hmm. Vitu vyote unakuta shilingi elfu moja elfu mbili mm -hmm. Vitu viko sawa, inabidi tugharamie pia maisha yenyewe, kwani maisha ni mapenzi, upendo. Ukikosa sekta hiyo, maisha yako hayana ladha, umekufa. Tumezaliwa kwa kupendana kwa baba na mama na mapenzi yao <laughs> na sisi, nabidi tujue kabisa, ukipanda mbegu ya aina hiyo, maisha yatakuwa na kudai hiyo hiyo tu. <laughs> kama mama na baba walishirikiana tendo la ndoa mm. walikuwa na mapenzi na upendo mm. ili sisi tuzaliwe na bidi na sisi tuelewe kwamba mm. tutashirikiana mm. tutakuwa na mapenzi tutakuwa na upendo mm. ili tuendelee kuishi kwa sababu ndio mbegu, hey, mbegu yenyewe ndio Mm. gharamia pia hatua mm. hapa tunaenda fast mm. lakini tunatoa tu vigezo okay. hakikisheni kwamba physical contact iko sawa, iko intact mm. Lini ulimvua mume wako kiatu? Mwana mama, kazi ya watoto hiyo, kazi ya watoto mm. Lini ulimfunga mume wako tai? Na wengine hujui tai. Tunatoa mifano kwa sababu wengine wanajua mm. Lini ulimwambia ulimwambia mke wako mm -hmm. kwamba mke wangu mm -hmm. usilali mbali na mimi kitandani mm. Ukiona mume mke anaanza kwenda mbali na mke wake katika ndoa, mnaanza kufa katika maamko kwenye kitanda mm. sio tendo la ndoa tu mm. inabidi muwe karibu muhakikishe mm. mmelala karibu miili mm. yenu inakutana mm. ili msafirishiane vitu hali kwa hali kimwili muonekano mm. wako pia muhimu hatusemi uende kujichoma masindano utengeneze shepu usioumbwa nayo mm. mume wako mke wako kama alikukubali alikukubali kwa shepu ulio naye mm. usiangaike tena shepu ya ziada sasa shape hiyo inabidi uhakikishe mwonekano ule uko maintained. Weka nywele sawa, nyowa ndevu. Baba, hakikishe unanyoa every day morning ukiamka unanyoa, uli uli smart, alafu unafanya mke wako anavyotaka uwe uonekane. Paka mafuta mazuri, sio lazima upabadilishe rangi. Tumia pia perfume nzuri. Kwenye makwapa paka loloni, unukie nukie vizuri wakati wote. Sio kwamba mtu unajiachia tu alafu unatarajia mwenzako atavutiwa na wewe mwemuko. Hata mwemko utakuja hapa kwa sababu harufu mbaya kumfano, kwa mfano unakata mwemko kwa asilimia hamsini. Unatoka kujisaidia haja kubwa, unakwenda unajitawaza fasta, unakwenda kulala. Hapana, oga kabisa kabla ya kulala, oga kabisa na usiende haja kubwa Maliza haja kubwa, oga. Hey, keep seriously. Alafu msifanye tendo la ndoa baada ya kutoka haja kubwa, inabidi usubiri muda kidogo, lakini hakikisha, kwa sababu harufu inakata mwemko kwa asilimia hamsini. Sasa kama ikikata asilimia hamsini, nini busu? Hamna, maanake mtakuwa below average ndio maana na hatua utakuta mwanaume anaitwa Audi karibu mm. TV hatuwezi mm. kuongea every details, mtatuia mm. radhi mm. mapungufu yako kwa wote, kwa baba na kina mama mm. kila mmoja, hakuna anayemsaidia mwenzake mwamko. Hasa mama, kifua chako ni cha kipekee mm. ukimkumbatia mwanaume lazima ahisi kipekee mm. so usiwe mbali Hatua ya pili, mwingine anaweza kama nimemkumbatia na nisukuma, tatizo sasa linakuja kwenye sekta ya pili. Hapa sijafunguka sana, tuko kwenye TV. Hatua ya pili ndio inayoleta sababu, unamkumbatia mwenzako anakupushi na pamoja na hatua ya tatu. Hatua ya pili, maneno, maneno ndio yanayofanya mtu, unaweza kumpelekea mwili anakataa impact ya mwili na kufa mwanamke. Kwa mfano, mwanamama unayetusikia sasa hivi, Munisamee na muniwie radhi, hakuna elementi ya thamani dunia kama mwanamke. Lakini bahati mbaya leo wanaojiita wataalamu, sijui wanaokwenda chuo ili apate cheti aanze kutengeneza hela, so inakuwa ishu. Badala ya kumjenga mwanamke, tunamharibu kwa kumshawishi awe mwasi zaidi. Mwanamke ana uwezo mkubwa kwa maneno, na sinonimi ya maneno ni matatizo. Ujamaa na maneno ni matatizo ina maana usipo kontrol maneno, kauli, lugha, utasababisha maneno makubwa sana, matatizo makubwa. Maneno yanatengeneza utayari kwa mwemko, maneno mazuri. Mwanamke anahitaji compliment, na muhakikishe mwanamke udhibiti kauli. Mwanamke asiyeongea sana anakuwa seksi, kwa sababu mwanaume kwanza ni kwa muda wa miaka mitatu tu anakuwa intense kwa kulenga sehemu ya kupanda mbegu kwa miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu, anaanza kucheki sasa tabia, kwa sababu asili ya mwanaume ni kupanda tu, ni mpanzi. Na ndio maana mwanamke asipokuwa makini, mwanaume atatoka nje lazima. Asilimia themanini na tano ya wanaume wa ndoa mm. washatoka nje ya ndoa zao mm. kwa wanawake na asilimia sitini na tano, ina maana sti wanaume wametoka wengi, kwa sababu njuu staili yao mm. anatoka S sana. Sasa utamudhibiti vipi? mm. Mwanamke inabidi uhakikishe uko seksi mm. muonekano wako mm. sio kuvaa nguo za kubana mm. sio kuvaa nguo za kutoa matiti nje barabarani. mm. Tulisema asubuhi, kwa mume wako wewe ni mama yake mm. umtii kama mtoto wako wa kwanza mama. Hapo tunaanza kwa mwanamke, uhakikishe mm. mchana una mtwiti kama ni kaka yako mm. usiku, wewe uwe kahaba kwake mm. sifa zote za kahaba ukamilishe kwa mume wako. Asubuhi mama wewe ni mama yake, mchana mchana wewe ni dada yake, usiku, usiku wewe ni kahaba kwa mume wako mm. Wamama oye ubanii wakina mamawatikia kwa yenu wa mama, oy, wa mama? Ma. Yes. <laughs> wa mama wamewaitikia hapa kwa niaba yenu hmm. Mama, hakikisha usiku usilani na mzigo wa nguo, ulali mwepesi. Akikisha na night dress inayofanana neti ya mbu hmm. Hakikisha una night dress na ufana neti ya mbu. Kama una night dress, chukua neti mulio nayo, kata shingo tu, ingiza kichwa, vipimo vya chini vitaeleweka vyenyewe. Ulale usiwe na safety ya kupita kiasi. Hakikisha mume wako anaelewa kabisa, wewe uko available. Mm. Wanawake wengine anavaa nguo na wajificha, mume wako asimuone. Sasa akitamania mke wa nje, unamuona kwamba hafai. Mama, una wajibu wa kumweka mume wako sawa. Usijiachie mama. Mama we ni kila kitu kwa dunia hii nzima, na ndoa ni ya kwako. Mwanaume ni wa kifamilia. Mwanamke, ukidhibiti kauli, usiongee sana, uwe unaongea kwa maana tu, kwa sababu so mwanamke anaongea maneno takriban ishirini na tano elfu na mia tano proven psychologically, kwa siku mwanaume ni kumi na mbili elfu na mia tano tu. Ina maana mwanamke mwana uki, ukiwa uongei sana, unatengeneza wewe kuwa na mvuto zaidi hata mkiwa ofisini, wanaoongea sana wanakuwa kero. Mwanamke anayeongea sana namkatisha mwanaume mwemko, usiongee sana. Make your point na unaacha Make your point na unaacha kwani sababu ya mwanamke kuongea sana sio kwa sababu ya kiafya, bali kwa sababu ya hali ya ubongo wako. Ubongo wako mwanamke unaachia umeme wakati wote Ina maana maneno yanatengenezwa yana kwa speed, so unataka una yatoke, ila ukitaka kucompress maneno vyema, ufanye maneno yawe neno, uwe unamaanisha yeyote. Aliyemaanisha neno moja, anaunganisha maneno maelfu. Aliye ne, neno moja tu, unaweza ukaunganisha maneno maelfu kwenye neno moja tu, alafu usiwe una complain. Usiyo nalalamika kauli kwa mwanaume. Malalamishi, malalamiko yanamkatisha tamaa mwana, mwanaum mwemko nakata walalamishi hawakamilishi asa kina baba. Sasa mwanamke sio mtu wa kwenda naye kwa lugha kila wakati. Mwanamke anahitaji kueleweka, hmm. kueleweka kueleweka, ila kuambiwa hmm wanaume wengi wanasema, nafikia pia nasema, mwanamke ataelewa. Mwanamke anataka wewe umwelewe tu, sio mjibu mwanamke. Mm, ana haja na majibu yako. Mm, ana haja wewe umwelewe tu. na mwanaume, ili uishi vyema na mwanaume, mwanamke umwonyeshe kwamba umemwelewa kwa kwa, mm, kwa, mm, kwa, kwa vitendo, sio kwa maneno, kwa sababu tukienda fasa sasa hivi hatutasaidia. Yeah, tutafanya ukumbusho kwako, mwenye mahusiano: busu muhimu busu inatengeneza kinga mwilini, busu inaachia element muhimu, nye, katika maisha tatu, kiafya: serotonin, oxytocin, pamoja na endorphin. Hizi hapa ni virutubisho vikali mno kiafya, busu tu. Lakini usibusu faster, na uhakikishe mnakumbatiana. Mjaribu hata sasa hivi tunavyomaliza kipindi, umkumbatie mwenzako, utasikia tofauti lakini kama mnaona kukumbatiana na mkilala mnaachana mbali, miili yenu kuunganika ni kazi, ni kwa sababu katika sekta ya maneno kuna migogoro, malalamiko ni mengi, mambo ni mengi, una, unapata ripoti nyingi. Ntakuachia ujumbe hapa, anayekuletea taarifa kwamba amemuona mke wako na mwanaume mwingine sio anayekupenda, ni sumu kali maishani mwako. Anayekuletea taarifa kwamba amemuona mume wako na mwanamke mwingine, mke wako na mwanaume mwingine, we utaona kwamba ni nzuri kwamba huyu mtu ataki mimi niharibike, ananipenda. Anayekupenda wajibu wake kuletea habari njema, sio habari mbaya. Anayekupenda akimwona mke wako na mwanaume mwingine, akimwona mume wako na mwanamke mwana mwingine atamwaproch hapo hapo atamwambia, unachokifanya sio sahihi mwenzangu. mm. Anakupenda, unavyofanya hivi sio sahihi, naomba usitishe hali hii mm. mwanaume au mwanamke ataamua kuachia mm. kwani watu wengi wanaendeleza maovu kwa sababu wanadhani hawaonekani. Sasa mm. ukimwambia yeye, unamuokoa yule asiyejua tunaishi vyema na watu the less we know them mm. Ndo maana Mungu alituweka katika miili hapa, na wewe unayetusema sasa hivi ujui mke wako anaishi na wewe hivi kwa sababu ajui kambo ishatoka nje mm. na mume wako anaishi na wewe hivi kwa sababu ajui kambo ishatoka nje mm. anayekuletea habari mbaya maishani mwako umsitishe ni mtu mbaya sana asiyekupenda. mm -hmm. Anakuumiza vibaya mno kwa taarifa ambazo una hadi anayo. mm -hmm. Na mwisho wa siku ndoa nyingi zimesambaratika mm -hmm, kwa sababu za ripoti ya namna hiyo mm -hmm. Na unakokwenda, ukifeli katika ndoa umefeli katika ndoa, sio kwamba utafaulu unakokwenda, labda uokoke, ufikie toba na Mungu atakubeba toa, penda daima. Hatutarakisha sekta hiyo mm -hmm. Next week tuta tuta tuta tuta, tuta pick up hapa tulipoachia. mm, mm, mm, mm, sehemu ya maji mm, maneno mm, mm, to recalibrate and try to recontextualize sekta ambayo ni mm. Verbal inasaidia sana na itasaidia sana, maneno yawe applied vipi, na mwamko utaamka lazima, alafu na kuna acha na ujumbe huu hapa, miili yenu isiendelee kulala kwenye kitanda kile kile na choo kile kile na nyumba hiyo hiyo, hakikisha miili yenu inahamishwa pia. Siku nyingine baba na mama mwende mkalale hotelini. Thank you, inachangia mihemko sana.